Baadhi ya mawakala na wakata tiketi katika stendi mpya ya mabasi manispaa ya Kigoma Ujiji wamesema, ni stendi gani Tanzania? Awatuambie wat, huko makao walipo hapa hicho kibali, atuambie afisa maendeleo kwamba ni stendi gani Tanzania hii na vyama viwingi. Na juzi mmesikia taarifa bandarini, walikuwa wamekataliwa wana, wana, wanafukuzwa kwa nini unakuja kutuvamia? Walinifikia mimi kama mwenyekiti nikawauliza swali, nikamwambia hapana, kupitia hoja hizo mimi sijaweza kukubaliana na ninyi. Nikasema kwa sababu ni kitu muunganiko cha Tabora na Kigoma, na ninyi kama viongozi lazima mngetuhusisha pande zote mbili, kufanya shughuli zao maeneo ya stendi, sawa, lakini kwa utaratibu upi? Kwa sisi tulikuwa tuna ombi moja, hii italeta vurugu sana hapa tunaomba serikali tusaidie, yani tusaidie kwa sababu sisi hatuwaelewi tofauti na hivyo yani, itupe maelekezo kamili kuhusu hawa watu wa KITA. Kwa upande wake, katibu wa chama hicho kipya cha mawakala na wakata tiketi katika mkoa wa Kigoma, Bwana Shabani Amri, meneja wa stendi ya mabasi Masanga Bwana Karume Shabani, pamoja na afisa biashara ya manispaa ya Kigoma Ujiji Bwana Mohamed Kikuga wamesema, maelekezo nilionayo mimi ni ya kwangu ya tarehe 23 mwezi wa saba 2024 ya kusitisha shughuli za watu hao mpaka pale watakapowasilisha dokumenti zao kwenye ofisi ya mpongezi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Na uzuri wa bahati, barua yangu ya zuio la shughuli yao nilitoa nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini kwa kamanda wa wilaya wa jeshi la polisi na wao wenyewe. Naam, sisi ni wanachama wa KITA. Tulikisajili chama hiki nafikiri huku nyuma toka tumeanzisha mfumo wa kusajili shapita kama mwaka na kidogo. Ni chama ambacho kina nyaraka zote za kiserikali, hakina mashaka ndani yake, na KITA haikumlazimisha mtu yoyote aje ajiunge KITA, isipokuwa ujisikie kuja KITA karibu, ukiona KITA ikufai malaki ukae pembeni. Au au, KITA wameomba leseni ya uwakala, leseni yao inasoma booking office Wakala wa kusafirisha kukatisha tiketi ya abiria ndio tunachokitambua sisi, na leseni inasema hivyo ina. kwenye leseni ya kuzungumzia maswala ya uongozi wa vyama vya wapiganebe leseni inasema ni ina booking office, wana wanaofisi. Mteja akija anataka kukata tiketi ya kusafiri, wanamkatia na maelekezo, basi imepaki wapi, kama taratibu za booking office zinavyojulikana. ikiripoti kutoka stendi ya mabasi hapa mkoani Kigoma, mimi ni James Jovini wa ITV.